Audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, karibuni tena kwenye kipindi chetu kwenye darasa lingine, mwendelezo wa madarasa yaliyopita. Katika kipindi cha leo, tutaongelea swalatul hajja Salatul Haja ni nini? Ni swala ambayo inaswaliwa mtu akiwa na haja au na shida ya kitu fulani ambayo anahitaji Mwenyezi Mungu. Anahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Salatul Haja ni swala ambayo inaswaliwa. Kwanza inaswaliwa muda wowote, unaweza ukasali asubuhi. Yani, mfano umepata na shida sasa hivi, sasa hivi unataka kuomba dua sasa hivi unaswali. Asubuhi, mchana, jioni, muda wowote ule. Ila ni vizuri zaidi ukaiswali usiku, muda ule wa kuswali swala ya Tahajjud. Salatul Haja ni swala ambayo inaswaliwa kwa rakaa mbili. Inaswaliwa kwa rakaa mbili. Ni swala ambayo ukiswali raka ya kwanza ukimaliza kusoma Suratul Hamd unakuja unasoma Suratul Kafirun, na raka ya pili ukimaliza kusoma Suratul Hamd unakuja unasoma Suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad. Baada ya kutoa salamu unasoma dua dua miongoni mwa dua ambazo tunasisitiza kuna so tusome ni dua ambayo ni very common, na dua ambayo inasemekana Mtume alikuwa anapenda sana kuisoma ambayo ni rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar. Kisha baada ya hapo unaunganisha na dua ya matatizo yako, ni vizuri zaidi. Na tunaambiwa kwamba mtu akiwa amesujudu anakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu yani. kama una matatizo, una changamoto basi ukisha toa salamu ya swala sujudu kisha anza kuomba dua zako, na ni vizuri zaidi na inasisitizwa zaidi tumombe Mwenyezi Mungu kupitia majina yake mazuri. Mfano, shida yako wewe ni riziki, unamwambia ya Razak, ewe mwenye kuruzuku, basi ni ruzuku na mimi ya Razak, ewe mwenye kuruzuku, basi ni ruzuku na mimi. Ni vizuri zaidi kama ukiweza kulia wakati unaomba dua basi ni vizuri zaidi na inashauriwa sana, inaonyesha kwamba jinsi gani una haja au jinsi gani una shida na hicho kitu. Swala za sunna tatu ambazo ni swala mujarab sana katika kutoa majibu na ni swala ambazo zinasisitizwa sana tuziswali, na zinatoa majibu kwa haraka sana na leo nitatoa tofauti kati ya swala hizo na utaratibu wa namna ya kuziswali swala. Zenyewe ni Swalatul Istikhara, swala ya Tahajjud na Swalatul Haja. Swalatul Haja ni kama nilivyoelezea hapo mwanzo. Swalatul Istikhara ni swala ambayo ninaswaliwa kwa ajili ya kumtaka Mwenyezi Mungu mwongozo wa jambo fulani. Unataka kufungua biashara, we unataka kufungua biashara ya nguo, na ukiangalia kwa upande mwingine kuna biashara ya viatu, hapo katikati wewe sasa hujui uende wapi, ambapo patakuwa naheri kwako au patakapokupa faida zaidi, basi utaswali Swalatul Istikhara. Swalatu istikhara ambayo utaswali ili umuombe Mwenyezi Mungu muongozo sasa ipi itakufaa zaidi. Swalatu istikhara inatumika kwenye mambo mengi sana. Sisi wanadamu hatujui kitu gani ni heri kwetu. Sisi wanadamu hatujui kitu gani ambacho cha, yani kuna vitu ambavyo sisi tunaviona ni vizuri sana kwetu lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anajua kabisa hichi kitu huyu kitamuumiza, hichi kitu huyu kitamuharibu, hichi kitu huyu sio heri kwake kupata mwongozo, na tujitahidi sana kuitumia hii Salatu Istikhara kwa namna nzuri ambayo itatusaidia sisi ambayo itatusaidia sisi kuwa katika kila jambo tunaloendea, basi tunakuwa tayari tuna mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Swalatul Istikhara pia unaweza ukaitumia kama unataka kuoa, unaweza ukaswali ukamwomba Mwenyezi Mungu mwongozo. Na hii swala ni swala ambayo ni mujarab sana. Yaani kama wewe ni mtu ambaye hauhitaji mwongozo wa Mwenyezi Mungu basi usiswali. Lakini kama unahitaji mwongozo wa Mwenyezi Mungu basi swali kwa sababu swala hii inaweza Mwenyezi Mungu akakuongoza kwa namna ambayo ikawa hata ni maumivu kwako. Mfano, unamwomba Mwenyezi Mungu, "Ya Rabbi mimi naomba na niongoze, kama biashara ipi itanifaa." Wewe ulikuwa unauza nguo, biashara inayokufaa wewe ni biashara ya kuuza viatu. Unaweza ukajikuta umeingia losi kubwa sana kwenye biashara yako ya nguo, lakini unaanza, mbona nimeingia losi kubwa? Unaumia, kumbe ni majibu. Yani Mwenyezi Mungu katika kuelekea kukupeleka kwenye biashara ya viatu, ni lazima upitie hicho kipindi cha losi ya biashara ya nguo, ili uwaze kuhuzu, kuhusu kuuza viatu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana namna tofauti tofauti sana za kumjibu kila atakayeomba. Utofauti wa dua zetu kujibiwa na distance ya dua zetu kujibiwa ni kutokana na yakini zetu, tunaamini vipi kama Mwenyezi Mungu anaweza kutujibu kitu tunachomwomba. Pia swala ya istikhara inaswaliwa ukimaliza kuswali rakaa mbili baada ya zile rakaa mbili baada ya kutoa salamu kuna dua maalum ya kusua, ya kusoma dua ya istikhara ipo. Kwa hiyo kuna dua maalum ya istikhara dua kama hiyo inayopita hapo kwenye screen yako, tafadhali pause uisome au screenshot. Dua hii unaweza ukimaliza kuswali ukakaa ukaisoma ukiwa umeshika karatasi au kama ukiwa umeihifadhi basi utasoma au kama hata una kitabu kitabu cha Hisnal Muslim kina dua nyingi sana na ni kitabu ambacho na recommend kwa mtu yeyote ambaye anaanza kusoma, anaanza kusoma Uislamu au ni nguli katika Uislamu, lakini kuna baadhi ya dua hazijui, basi kitabu hicho usikikose. Na kwenye hicho kitabu pia ipo dua hii ya istikhara na ina dua nyingi mbalimbali, mbali utofauti wa swala ya tahajjud. Swala ya tahajjud ni swala ambayo inasaliwa baada ya mtu kulala kisha akaamka ni swala ambayo tunashauriwa na inahimizwa sana kuswali katika theluthi ya mwisho ya usiku. Ni swala ambayo haina utaratibu maalum kama hizi nyingine. Tahajjud haina dua maalum kama hizi nyingine, na haina utaratibu maalum sana kama hizi nyingine, kama swalatul haja na swalatul istikhara. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tumeondoa ile contradiction au kutokuwa na uelewa kati ya salatu tahajjud, salatu istikhara na salatu alhaja. So, ukitaka maelezo mazuri kuhusiana na salatu tahajjud tafadhali pitia video zetu zilizopita hapo nyuma, utaona maelezo mazuri na utaelewa vizuri namna ya kuiswali na utaratibu wake jinsi unavyofuatwa. Asanteni sana na kama tunavyojua alkamalo lila mkamilifu ni Mwenyezi Mungu pekee. Kwa hiyo kama kuna kosa au kama kuna contradiction yoyote, kuna swali lolote, kuna pahala hujaelewa, tafadhali uliza hapo kwenye comment section. Usisahau ku like, ku follow na kushare kwa wengine wapate elimu hii. Pia usiache kusubscribe ili upate mwendelezo wa kila kipindi chetu kinapokuja hapo baadaye. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.